Robert Francis Prevost alizaliwa mnamo tarehe 14 Septemba mwaka 1955 katika hospitali ya Messi eneo la Bronzeville huko Chicago, Illinois, akiwa mtoto wa Mildred Prevost, mwanamke aliyekuwa mfanyakazi wa maktaba na Louis Marius Prevost, mkongwe wa jeshi la wanamaji la Marekani aliyehudumu katika vita ya pili ya dunia na msimamizi wa shule huko Glenwood, Illinois. Baba yake alikuwa ya na asili ya Kiitaliano na Kifaransa, wakati mama yake alikuwa ya ni binti mwenye mzazi mmoja kutoka Santo Domingo, Jamhuri ya Dominica, na mmoja kutoka New Orleans, akiwa na asili ya Kiafrika, Kifaransa pamoja na Kihispania. Robert, ambaye pia ndiyo Papa Leo wa 14 alikuwa na kaka zake wawili wakubwa, Luis na mwingine akiitwa John. Sasa, naomba uelewe kuwa hakuitwa Papa Leo wa kumi na nne toka mwanzo, lakini nitatumia jina hili ili tuweze kujua tunamzungumzia nani, lakini wakati wa nyuma, kabla ya ku...